Namtukirejea nchini na, na kuelekea moja kwa moja hadi kaunti ya Nyeri ni kwamba rais William Ruto amebaini kuwa hatakubali mtu yeyote kuharibu uhusiano wake na wakazi wa kaunti ya Nyeri, ambapo ameonekana kumwelekezea kidole cha lawama aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua anayetoka eneo hilo. Akizungumza alipoongoza mkutano wa viongozi wa mashinani wa viongozi wa chama cha UDA katika kaunti ya Nyeri. Rais Ruto amebaini kuwa amejipanga vilivyo katika uchaguzi ujao, na kuelezea kuwa na mipango ya kuleta pamoja chama cha UDA na ODM pamoja, ili kujizolea kura za eneo hilo la Nyanza na magharibi mwa Kenya. Rais William Ruto ameongoza mkutano wa viongozi wa mashinani wa chama cha UDA katika kaunti ya Nyeri. karibu Rais. Akizungumza katika hafula hii, Rais Ruto amesema kuwa hatakubali mtu yeyote kuharibu uhusiano wake na wakazi wa Nyeri, akionekana kumwelekezea kidole cha lawama aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua anayetoka eneo hilo. Na ndio mi nawauliza watu wa Nyeri, mimi niko tayari, mimi nimepangana na nyinyi, na kama kuna mtu anafikiria ati ataharibu urafiki mimi nimejenga pamoja na nyinyi, huyo ni mtu anaota ndoto ya mchana. <coughs> Mimi siwachani na nyinyi eh, muanze kujipanga. <tos> <tos> <tos> Mimi siwachani na nyinyi, eh, mujipange, ati mtu akuje hapo aseme Oh, kasongo one time must go, ati ndio urafiki yetu iharibike. Hiyo ni, ni kuota ndoto ya mchana. Sijui kama tunaelewana, my friends. Amebaini kuwa amejipanga vilivyo katika uchaguzi mkuu ujao na kueleza kuwa na mipango ya kuleta pamoja chama cha UDA na ODM ili kujizolea kura za eneo la Nyanza na Magharibi mwa Kenya. Kura ya Nyanza tulipata, 2022 tulipata ya Western tulipata, ya Coast tulipata kidogo. Sasa mimi nataka niwaambie safari hii 2027, tukikosa ya Nyanza ni kwa sababu ya kuzembea kwetu, tukikosa ya Western ni kwa sababu hatujajipanga. This time round nataka mnisikize vizuri hii 2027. eh, eh. Ile kura, ile kura tutapata, tulipata wakati ile tunataka times two. Amewashtumu wapinzani wake kwa alichosema wana ajenda yoyote kwa Wakenya, akisema siasa wanazoendeleza za mgawanyiko na ukabila haziwezi peleka taifa la Kenya popote. Nyinyi mkipima, hii ni watu wazima, nyinyi mukipima wale watu mimi nashindana na wao wako na mpango ya ya yao wa, wanaendesha wanaendesha, siasa yao ni makelele, siasa yao ni ya chuki, anatukana huyu. Vile vile ametetea ajenda za chama cha UDA, akibaini kuwa ajenda za chama ni muhimu kwa kuendeleza taifa. This political party is important because to transform a nation goes beyond one person. It goes beyond one term. It goes beyond one president. It goes into several years. And that is why a political party is the most important instrument. Isaac Musioka, Undugu TV.